Ambacho kinaelezwa hasa katika huduma za kuchangia damu na elimu ambayo inaendelea kutolewa. Ah, hamasa inaendelea kutolewa kuhamasisha wananchi kuelekea siku ya mchangiaji damu ambayo huwa inafanyika kila Juni kumi na nne ya kila mwaka na tunafahamu kwamba e, tunapaswa kuendelea kuchangia damu kwa sababu e, hujui wakati gani itakusaidia na wakati gani itamsaidia nani ambaye e, ana nafasi gani kwenye maisha yako kwa e, hiyo ni siku muhimu na zoezi hilo la kuchangia damu pia ni zoezi muhimu. Sasa tupo hapa na Judith Chale ambaye ni msimamizi wa huduma za wachangia damu kutoka mpango wa taifa wa damu salama. Judith Chale, karibu sana. Asante sana. Tumefurahi sana kuwa na wewe asubuhi hii kuzungumza hili jambo muhimu. Asante. Mm -hmm. Tuambie kuelekea kwenye siku hiyo uh, uh, Wizara ya Afya uh, kupitia mpango wa taifa wa damu salama uh, kama ilivyo nchi zingine ambazo ni shirikisho la uh, shirika la afya duniani mm -hmm. Uh, inaungana na nchi hizo ndiyo, kuazimisha uh, siku ya mchangia damu duniani ambayo inafanyika tarehe kumi na nne mwezi, mwezi wa sita kila mwaka mm -hmm. na lengo la siku hii ya mchangiaji damu duniani kwanza ni kuwaenzi wachangiaji damu ambao wamekuwa wakitoa mchango wao wa damu katika kuokoa maisha lakini pia ku kuwashukuru kuwa wao wachangia damu ambao wamekuwa wakichangia damu katika kuokoa hayo maisha ya wagonjwa ambao wanahitaji damu na vilevile tunatumia siku, siku hii uh, kuhamasisha, kuendelea kuhamasisha jamii ili waweze kuchangia damu na wao pia waone, waone umuhimu wa kuchangia damu. Wale ambao hawajawahi kuchangia damu basi waweze kuchangia damu, na wale ambao wanachangia wana damu basi wae, waendelee kuchangia damu. Kwa hivyo tuna mpango wa taifa wa damu salama, tunakuwa na kampeni ya uchangiaji damu ili kuweza ku, ku, ku, kuhamasisha huu uchangiaji damu. Kwa hiyo kampeni hii tunaianza kuanzia tarehe moja mpaka kilele cha ile siku ya mchangiaji damu duniani. Kwa hiyo inaanza kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi na nne mwezi wa sita. wachangiaji wa mm. wanatutambua mm. E, wanatuenzi mm. sababu tumekuwa pia tukichangia damu ni sehemu ya uzalendo. Mnatuenzi vipi sasa? Um, tunakuwa na matamasha mbalimbali mbali ambayo yanahamasisha kuchangia damu, lakini pia kunakuwa na, na na tuzo mbalimbali mbali. Wale wachangia damu ambao wameongoza wame kuchangia damu, basi wanatambuliwa uh, kwa kupewa, kwa kupewa vyeti kwamba wewe ni mchangiaji damu, umechangia damu. Kwa hiyo umechangia damu labda umeongoza au taasisi zile ambazo zimechangia damu mm -hmm. Na zimejitahidi zime, zime kuhamasisha zaidi wakaongoza kuchangia damu, basi tunawatambua tuna, tuna kwa kuwapa vyeti ili waweze kuona nao pia thamani ya ile kushiriki katika uhamasishaji na uchangiaji damu mpaka mm -hmm. Yeah. Sasa uhitaji uh, umefikia kiasi gani uh, na, na ni kiasi gani pia ambacho kipo uh, kwa ajili ya dharura? Okay. Um, uh, kwa makusanyo ya ya damu kwa mwaka 2023 2024 uh, tuliweza kufikia asilimia 98 ya mahitaji ya damu kulingana na shirika la afya duniani. Uh, shirika la afya duniani linasema kwamba mahitaji ya, ya damu ni asilimia moja ya wingi wa watu. Kwa hiyo kwa, kwa takwimu za nchi yetu uh, tulikuwa takribani uh, watu watumilioni milioni hamsini na tisa. Kwa hiyo uh, malengo yetu ya ukusanyaji damu yalikuwa yanalenga asilimia moja ya wingi wa watu ambayo ni chupa takribani uh, laki tano na elfu tisini mm -hmm. Kwa hiyo kwa mwaka elfu mbili ishirini na tatu ishirini na nne tuliweza kukusanya chupa zaidi ya laki tano na elfu sabini na nane. Kwa hiyo tunategemea kwa mwaka huu tuweze kufikisha malengo na kupita malengo ya, ya, ya, ya uchangaji damu ambayo tumejiwekea mm-hmm. Kumekuwa na mwamko wa kiasi gani wa watu kujitokeza kuchangia damu, na lakini pia anatumia nafasi hiyo hiyo kukumbusha watu wenye vigezo vya kuchangia. Okay, tuna tunashukuru kwamba uh, sasa hivi mwamko wa watu kuchangia damu unaongezeka. Watu wamekuwa wakijitolea damu na idadi ya watu ambao wanajitolea damu kwa kujirudia rudia pia ime imeongezeka. Kwa hiyo, hamasa kwa jamii imeendelea kuongezeka na watu wamekuwa wakiendelea kujitolea damu. Taasisi mbalimbali zimekuwa ziki zikialika timu mbalimbali za Mpango wa Taifa wa Damu Salama kuweza kuchangia damu. Pia tumeweza kupata wadau ambao wanaweza kusapoti uh, kazi hizi za mpango wa taifa wa damu salama. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba uh, katika jamii mwamko ule wa kuchangia damu umeendelea kuimarika. Uh, labda tu nikumbushe, ni tu sifa za mchangia damu ambaye anatakiwa kuchangia damu. Kwanza kabisa mchangia um, damu anatakiwa awe na umri kuanzia miaka kumi na nane mpaka miaka sitini na tano na pia mchangiaji damu anatakiwa awe na uzito wa kuanzia kilo hamsini uhum. Na kuendelea vilevile, uh, vile mchangia damu anatakiwa anapoenda kuchangia damu basi awe mzima wa afya njema, asiwe na tatizo lolote lile, kwa sababu uh, kuchangia damu hakuna madhara yoyote. Ukimaliza kuchangia damu, unaendelea na kazi zako au na shughuli zako kama kawaida. Naam, na katika hilo uh, ni nini ambacho mgependa pia kuwafahamisha hasa wachangiaji wachangiaji wapya na wale ambao pia wamekuwa wakiwa uh, endelevu katika kampeni hizi? Okay. Uh, kwanza mimi nishukuru ni washukuru ni, ni ni wachangiaji damu wote ambao wame wamekuwa wakichangia damu na wanaendelea kuchangia damu, niwashukuru sana na niwapongeze na niwaombe waendelee kuchangia damu ili kuweza kuokoa maisha. mm -hmm. Lakini pia wito wangu kwa wale ambao hawajaanza kuchangia damu, basi naomba kama una sifa za kuchangia damu, ninaomba sasa tuwe na moto tuwe na ari ya kuweza kuchangia damu, tuchangie damu ili tuweze kuhakikisha kwamba hakuna Mtanzania ambaye anapoteza maisha kwa ajili ya, ku, ya kukosa damu. Na mpango wa taifa wa damu salama uh -huh. Tuko katika uh, kuanzia ngazi ya kanda tuna vituo kuanzia ngazi ya kanda uh, mikoa pamoja na halmashauri. Kwa hiyo tuna vituo ambavyo viko uh, kwenye kanda tuna kanda, tuna kanda nane uh -huh. Tuna kanda nane, tuna kanda nane ambazo zina timu za ukusanyaji damu na kuna vituo vya kukusanyia damu. Tuna kanda ya mashariki ambayo iko mkoa wa Dar es Salaam. Tuna kanda ya kaskazini ambayo iko mkoa wa, wa Kilimanjaro. Tuna kanda ya, ya kati ambayo iko mkoa wa Dodoma. Tuna kanda ya kusini ambayo iko mkoa wa Mtwara. Tuna kanda ya kusini nyanda za juu ambayo iko mkoa wa Mbeya. Tuna kanda ya magharibi ambayo iko mkoa wa Tabora, tuna kanda ya ziwa ambayo iko mkoa wa Mwanza. Lakini pia tuna kituo cha kanda ya jeshi chenye ni maalum kwa ajili ya kufanya uh, kuhamasisha ukusanyaji damu katika kambi mbalimbali mbali za jeshi ambazo ziko hapa nchini. Lakini pia tuna, uh, tuna vituo kwenye hospitali za rufaa za kanda pamoja na hospitali za rufaa za mikoa, huko kote kuna vituo Vya, vya kuchangia damu na kuna timu za ukusanyaji damu mm -hmm. Na vituo vya kukusanyia damu viko pia kwenye hospitali za halmashauri zote nchini mm -hmm. Kwa hiyo wito wangu mimi kwa jamii, tutembelee hivi vituo ili tuweze kuchangia damu popote pale. Utakapoenda kwenye kila wilaya kuna kituo cha kuchangia damu, kwenye mkoa kuna kituo cha kuchangia damu na kwenye kanda pia kuna kituo cha kuchangia damu mm -hmm. Ambapo zoezi hilo kuanzia sasa linaendelea linaendelea lakini pia linaendelea pia na sehemu mbalimbali kwenye taasisi mbalimbali mbali, kwenye sehemu za wazi masokoni, kwenye vituo vya mabasi. Mpango wa Taifa wa Damu Salama unaendelea kuhamasisha jamii ili waweze kuchangia damu mm -hmm. Asante sana Judith, tunakushukuru sana mm -hmm. na tunawatakia pia uh, maandalizi mema kuelekea uh, kampeni ama siku hizo uh, zote ambazo mmeapatanisha mpaka kilele, asante sasa tunakamilisha hivyo, na ni hamasa inaendelea kutolewa kwa wananchi kuelekea siku ya mchangiaji damu duniani ambao huadhimishwa kila ifikapo Juni 14. Hii ni Morning Trumpet, endelea kusalia nasi.